Kuna yale nilikuwa ninayajua na kuna ingine ambayo nimejua kuhusu eh, data na information. Sababu kuna wakati mwingine nilikuwa nimepigiwa simu, alafu nikaambiwa nimepokea pesa elfu mia moja, alafu nikaambiwa nitafute simu ingine, sijui nipeane details, nipeane namba yake, so wakati nilikuja kugundua ya kwamba ni watu wanataka kuniiba au alikuwa anadanganya nilikuwa nimesunguka sana nikasumbuka sana juu nilikuwa nimeona nimepata pesa. Imenifunza kupeana information yako ovyo ovyo sio vizuri. Na before upeane, ujue ni kina nani unaongea na wao na ni information na gani wanahitaji kutoka kwako, juu uwezi kuwa kwa sherehe. For example, nusikie mtu anakuitisha kitambulisho namba ya ID ama for example, hii fertilizer tunapeangwa kuto, unapewa fertilizer alafu unaulizwa uko na watoto wangapi, umeolewa, vitu kama hizo. So as you siani na hiyo fertilizer. So, the best thing ukipeana information juu unapea watu wainagani, so, si vizuri ku dispose mambo yako ya familia, tuseme watoto wako ufai kushinda ukiwapo